Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Rosemary Senyamule, amesema baadhi ya wanawake wachache wanaojifungulia nyumbani ni wachawi na watatafutwa. Senyamule ameyasema hayo wakati akizungumzia mafanikio ya miaka minne ya Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan na kudai kuwa licha ya kuimarishwa kwa miundombinu ya sekta ya afya, lakini bado baadhi ya wanawake hawa wanaendelea kujifungulia majumbani. Lakini pamoja na wagonjwa wote kutibiwa, anaguswa sana na wanawake anasema anataka wanawake wakijifungua wajifungue salama. Kwa hiyo lazima waletee wale huduma hapa karibu, na madaktari hapa karibu, na vifaa hapa karibu mm. kutoka kule si na gulo kwenda wapi? hadi ufike mjini huko, njiani uchungu na ukajifungulia njiani mm. na mtoto akapata shida, wewe mwenyewe ukapata shida. shida lakini hapa amekuwa karibu Ayana, eh, lakini pia zaidi ya kuweka hiyo, lakini anataka watoto pia wakijifungua wawe salama. Kwa hiyo niwaambie hivi bado watu wachache wanajifungulia nyumbani, au tunawatafuta, ni wachawi <laughs> <laughs> kwa sababu mtu ameshaweka hospitali majengo mazuri, kaweka vitanda vipya vizuri, mm -hmm. mashuka mazuri, kipya kipi, kwanini ujifungulia nyumbani tena? Alafu ule mkunga akiona sasa bahati mbaya umezidiwa Ana... aa, aa, sasa hapa mambo kimbia. E, mkimbia amkimbize si anakukimbia? <laughs> nakukimbia. Nakukimbia nakukimbia nakukimbia. Nakukimbia. Sasa anakukimbia wakati wa hali ishakuwa mbaya, mbaya ukija hospitali huku Aidha umekufa njiani mm. Lakini dhamira ya mheshimiwa rais, anatamani kila mwanamke, jukumu la kuzaa tumepewa na Mungu lisiwe jukumu lisiwe jukumu la majuto, ndio ni jukumu la furaha Mungu. Kila anayejifungua atoke salama Mungu. Kwa mimi nawapongeza nyie ambao mmeleta watoto wenu hospitali kuja kujifungulia hapa, hongereni sana, jipigieni makofi.